Ndugu watazamaji, naitwa Ingiahedi Mduma, mkuu wa kitengo cha habari elimu na mawasiliano ya wizara ya fedha. Vitengo hivi vilianzishwa mwaka elfu mbili na tatu chini ya kurugenzi ya mawasiliano Ikulu. Vitengo hivi vilianza kwa madhumuni makubwa ya kutaka habari zote zinazohusiana na serikali zifahamike, kwa sababu ilionekana kuwa vitu vingi serikali inafanya wananchi hawafahamu. Na agizo hili lilitolewa na mheshimiwa mstaafu Rais Benjamin William Mkapa mwaka huo wa elfu mbili na mbili na vikaanzishwa elfu mbili na tatu Katika kuanzishwa vitengo hivyo walichukua wizara kumi tu ndo zilizoanza. Katika wizara hizo kumi wizara ya fedha ilikuwa ni wizara mojawapo pamoja na wizara ya maliasili na utalii wizara ya mambo ya ndani, nakumbuka kulikuwa na wizara ya ujenzi, wizara ya afya uh, ofisi ya makamu wa rais, ofisi ya waziri mkuu na pia bila kusahau wizara ya elimu. Hizo nakumbuka ndio wizara ambazo zilianza pamoja na sisi. Wakati vitengo hivyo vilipokuwa vinaanzishwa, vilikuwa vinafahamika kwa jina la mawasiliano, japo watu wanakuwa wanachanganya kuwa kwa nini vingine vinaitwa habari mawasiliano, lakini hivi vitengo vinaitwa mawasiliano, kwa sababu habari ni sehemu mojawapo ya mawasiliano. Na katika vitengo hivi, mimi kama mkuu wa kitengo cha habari, elimu na mawasiliano, nina majukumu ya kusimamia kazi zote zinazofanywa na kitengo changu, yani idara yangu ya mawasiliano katika wizara hii ya fedha. Vilevile mimi kama mkuu wa idara nashughulika na, na kutayarisha bajeti ya idara, kwa sababu ni muhimu sana kuwa na bajeti ya idara ili tuweze kufanikisha shughuli zetu ambazo tunazifanya katika idara. Mbali ya hiyo kushughulikia bajeti ya idara, tunaratibu, na ninaratibu kazi za maendeleo katika sekta ya fedha, kwa sababu sekta sisi wizara yetu inashughulika na mambo ya fedha. Kwa hiyo tunashughulika katika katika kuratibu katika mikutano tunashughulikia, vile vile sio mambo ya fedha tu, hata mambo yanayohusiana na kero za wananchi kuhusu sisi wizara. Kama mkuu wa kitengo nasimamia uishaji wa tovuti. Kama mnavyofahamu tovuti ni kitu muhimu sana, kwa sababu habari nyingi sana zinapatikana, na ni sehemu inaenda sehemu mbali sana, hata nje ya nchi. Na ningependa kuambia ndugu watazamaji kuwa, ukitaka kuingia katika tovuti yetu unatumia www.mof.go.tz. Natoa ushauri wa kitaalamu katika fani ya habari kwa asasi mbalimbali zilizo chini ya Wizara ya Fedha na kwa serikali. Vile vile natoa ushauri kwa wakuu wangu kama katibu mkuu na hata waziri. Kitengo chetu kinashughulika na kuandaa makala kwa mfano makala hizi ambazo tunaona kwenye magazeti zinazohusu Wizara ya Fedha, kitengo chetu ndio kinashughulika na hizo kazi. Vile vile kinashughulikia maombi mbalimbali ya waandishi wa habari na wapiga picha kutoka nje ya nchi, kwa sababu huwa wanakuja wenzetu wageni na wanakuja kutafuta taarifa na kutaka kupiga picha. Kwa hiyo tunachokifanya sisi, tunawasiliana na wenzetu ambao wako kwenye mambo ya habari, kwa mfano idara ya maelezo tunawasiliana na kuna fomu wanatakiwa wajaze, wakisha jaza wanafuata taratibu, tunafanya mawasiliano. Kama wanataka kumoji waziri, tunafanya nayo mawasiliano. Vile vile tunaandika taarifa mbalimbali za kazi za idara na wizara kwa ujumla, na kitengo chetu kinafanya shughuli ya kubuni mipango ya maendeleo ya idara, inaratibu mikataba ya ushirikiano wa nchi za nje katika sekta ya fedha. Vile vile, ndugu watazamaji, kitengo chetu kinahusika na habari zote zinazohusu serikali na zinazishughulikia na zina na kuzitoa kwa wahusika, kwa sababu huwa kunakuwa na kero. Kwa mfano kama kero za wastaafu, sisi tunazichukua zile kero tunazishughulikia. Tukishazishughulikia tunawafahamisha wale wahusika, kwa sababu sisi ni kiungo cha wananchi na wizara. Vile vile, kitengo kina kazi nyingine ya kuhakiki machapisho mbalimbali tunakuwa na machapisho mengi vijarida, tunakuwa na machapisho ya kuna hizi tunaita vipeperushi, sisi ndo tunashughulika navyo vile, tunavichukua tunavihakiki, tunavichapisha na kuvisambaza. Tunaandaa na kuhariri miswada ya vitabu vya wizara. Hiyo yote ni kazi yetu sisi kama wana mawasiliano. Tunaendesha utafiti katika jamii ya habari hapa wizarani kwa hiyo kukiwa na habari yoyote kukiwa na sisi ndo tunafanya hayo mawasiliano na wananchi, kitengo hichi cha habari, elimu na mawasiliano kama vile Wizara ya Fedha ilishiriki ya maonyesho ya Sabasaba na maonyesho ya Nanenane nane. Katika shughuli hizo za maonyesho, kwa kweli tulijifunza mambo mengi sana, kuwa ni kitu muhimu kwani inasaidia sana kufahamisha umma, tulikuwa na mawasiliano ya karibu sana vile vimbo vya habari, wengi wengi walikuwa hawafahamu kuwa Wizara ya Fedha inafanya nini. Na tuligundua kuwa wengi hawajui haki zao ni nini, hasa ukiangalia katika swala hili la wastaafu. Tulipata wastaafu wengi sana na tukapata kero nyingi sana kuhusu wastaafu, lakini zote tulizifanyia kazi na tukachukua, na watu wote ambao walikuja wakajisajili, tulihakikisha wamelipwa na sasa hivi wamefanikiwa. Katika maonyesho hayo yote tulikuwa tunatoa fomu zetu. Hizo fomu zilikuwa zinaelezea kuhusu wizara ya fedha, kero na matatizo, na hizo fomu zimetusaidia kwa sababu tumezichukua na tumezifanyia kazi. Kuhusu maktaba, ni shughuli ambayo inafanywa na hivi vitengo. Kwa hiyo mtu akitaka taarifa zote, akitaka magazeti, akitaka vitabu, anakuja sisi tunampatia. Na bila kusahau, ninapenda kuwafahamisha kuwa kitengo hichi kinaandaa majarida, inakusanya takwimu mbalimbali na vile vile inazishughulikia na kuzisambaza kwa wahusika. Katika kitengo hichi cha habari elimu na mawasiliano cha wizara ya fedha, kinashughulika na mambo yote ya viongozi aa, shughuli za itifaki zinafanywa katika kitengo hichi, na malipo yote na jinsi ya usafiri wao, visa, ni kitengo hichi cha habari elimu na mawasiliano kinashughulika wakuu wengine hawaelewi maana labda ya kwa nini kunakuwa na uhusiano kati ya waandishi wa habari. Unajua, hapo zamani watu walikuwa wanaona, ukimwambia ah, mwandishi wa habari anashtuka, lakini hiyo tunajaribu kwenda nayo polepole mpaka wote watazoea, kwa sababu toka vilivyoanza na sasa hivi kuna tofauti kubwa sana, ndio maana mnaona hata tuna toa vipindi vyetu watu wanakubali sasa hivi kuhojiwa, na ukiona kama mtu hajahojiwa labda ni wawili watatu au mmoja tu ambaye naye na, nao unafikiri taratibu watafahamu maana na umuhimu wake. Ndugu watazamaji, kitengo hichi cha habari, elimu na mawasiliano kinashughulika na uandaji wa vipindi vya redio na televishen. Katika uandaji huu mimi ndio msimamiaji, mtayarishaji na mwandaaji katika vipindi hivi. Tumejaribu sana kusam, ili watu waweze kuelewa na kuelimika. Tumesambaza katika redio tatu nne tofauti na vyombo vya televisheni viwili, ITV na TVT, lakini tunategemea jinsi tunavyoendelea, tutakuwa tunasambaza kwenye eh, vyombo vyote kutegemeana na upatikanaji wa habari katika sehemu zote ambazo hata ziko nje kabisa na maeneo ambayo hayapatikani hizo habari. Ndugu watazamaji, mwisho kabisa, ningependa kuwashukuruni kwa usikivu wenu katika vipindi vyetu, na vile vile ningependa kuwakaribisha kutoa maoni yenu kupitia sanduku la posta 9111 Dar es Salaam, barua pepe PS at mof.go.tz sim namba moja moja moja moja saba nne mpaka sita. Asanteni sana kwa kunisikiliza. <muchos>